Habari za asubuhi. Jina langu naitwa Yasir Matsawiri, ni County Director wa kampuni ya usafirishaji inaitwa GTC Cargo. Leo tarehe tatu mwezi wa tano mwaka 2025 tumekuja kujoini pamoja na watu wengine kushiriki katika usafi wa fukwe hapa Mbezi Beach. Lengo lilotusukuma kuja kushiriki usafi ni sisi kama sehemu ya jamii ya watu tunaotegemea maeneo ya baharini kama viumbe vinavyoishi baharini. Kwa hiyo tumeshiriki na jamii kama sehemu yetu ya maisha yetu ya kila siku kufanya usafi, kwa sababu sisi tunaamini kwamba sisi pamoja na viumbe vya baharini pamoja na mazingira yanayotuzunguka sote tunategemeana. Kwa hiyo kampuni ya GTC Cargo inayesafirisha mizigo yake kutoka China kuja Tanzania, lakini Dubai kuja Tanzania, tumeshiriki zoezi hili kwa maana ya kuunga Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sera yake ya usafi, pamoja na viongozi wengine ambao wamehudhuria katika eneo hili akiwemo waziri wa mazingira na mabalozi wengine walioshiriki katika siku ya leo. Na sisi kama GTC tumeona kwamba tuna sababu ya kushiriki katika zoezi hili la usafi. Kwa hiyo tunavipongeza vyombo vyote na wote walioshiriki katika zoezi hili la usafi katika eneo hili chini kwetu ni umeongezeka kutoka tani milioni kumi na nne nukta nne mpaka tani ishirini nukta saba milioni kwa mwaka, na lazima umeongezeka kwa sababu watu wanaongezeka, shughuli za kiuchumi zinaongezeka. Na ukiangalia kwa mkoa wa Dar es Salaam, mji wa Dar es Salaam ambao ndio mji mkubwa unachukua karibu karibia asilimia kumi na tano nukta tatu ya taka zote zinazalishwa nchini kwenye mji huu pekee yake, ambayo kata kao imo. Lakini mataka hayo mengi yanaishia baharini, wana balaa hilo, yaani sehemu ambayo kuna samaki wanaishi, kuna viumbe mbalimbali wanaishi ambayo tunawategemea, kuna matumizi ya binadamu kwa shughuli mbalimbali Watu wakitaka kupumzika, kupata upepo wa bahari anakuja baharini pale, lakini akifika pale anakutana na masindano, watoto akiwachoma, ni hatari au anakuja pale anakutana na machupa yamezaga zaga ovyo, ambayo yale hayayuki wala haya nini, hayaozi haya, haya, haya. Mtu anafungulia mifereji ya maji machafu makaro enede mi zile mifumo ya drainage analeta maji machafu baharini. Nikatoa mfano pale, kuna kwenye Ocean Road pale mbele kabisa ya, ya sura ya nchi ya mji, mtu na akili yake timamu anafungulia maji ya chooni, anaenda pale, watoto wanakwenda kuogelea pale, hawajui maskini ya Mungu kitu gani wanaogelea. Watu wanakwenda kupunga hewa pale, wanakwenda kupunga hewa ya uchafu. Haya mambo hakubaliki. Ya mambo yakubaliki kabisa na msione tunawachekeachekea hao wanaochafua mazingira, very serious, na ndio maana tupo katika harakati za kufanya mabadiliko kwanza ya sheria ili tuweke sheria kali kabisa na zisimamiwe ipasavyo. NEMC, baraza chafuzi la mazingira, lazima lisimamie uchafuzi wa mazingira katika katika nchi hii. Kero zimekuwa nyingi, haikubaliki. Naitwa Mariam Shadrak, natokea taasisi ya Nipefagio, ni afisa masa kitengo cha taka sifuri Nipefagio. Kwa leo tulikuwa na kazi ya kufanya beach cleanup hapa mbali bichi, ambapo tumefanya tumetembea urefu wa kilomita saba kwa ajili ya kufanya hii beach cleanup na tumeweza kukusanya viloba 525 ni sawa na kilo elfu saba mia nane za taka ambapo kwa average ya weight kwa mfuko mmoja ulikuwa na kilo 15. Taka nyingi ambazo zimeweza kuonekana kwa hapa ni plastic bottles, hususan ni mo extra zimekuwa ni nyingi sana, na hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa siku nyingi kwa hizi taka kuonekana kwa wingi sana baharini. Na taka zingine pia ni beverage bottles, na zenyewe zimekuwa ni nyingi mo extra. Na beverage bottles zinakuwa ni nyingi kwa sababu pia ni hizi taka waokota taka au wakusanya taka waste pickers wengi wao hawazikusanyi kutokana na kutokuwa na soko pia kwenye masoko ambao wanauza taka. Sasa, kwa sasa hivi tuna msemo mmoja unasema ni extended producer responsibility. Mtu ambaye unazalisha taka zako, you have to be responsible for the items you are producing kwenye life cycle yake. Kama unazalisha plastics, you have to be responsible hata kwenye lifestyle yake. Kitu kikishatumika bila responsible kukirejeleza, kama unataka kutengeneza njia ya kitu chako kirudi sokoni, you have to be responsible for it. Kwa kwa mo extra zimekuwa ni nyingi sana especially, zingekuwa zina soko zisingeonekana kwa wingi, kwa sababu wakotataka pia wanasaidia hivi vitu kutoka baharini, wanatembea mitaa kwa mitaa kukusanya hizi taka, lakini kwa sababu hizi zenyewe hazina soko, ndio maana zinaonekana kwa wingi. Tumepita baharini tumeona viumbe wengi ambao ni kama samaki. Kwa upande huu nimekuta samaki wengi wamekufa. Kwa nini hao samaki wamekufa? Kwa sababu wameingest ile plastic ambayo iko hapa. Hizi plastic zikiingia baharini, kuna some plastics ambazo ni small, small, small particles. Ile samaki akila ile kitu inamwathiri. That's why tunafanya brand audit and waste audit. Uh, kiujumla mwitikio wa uh, wanajamii pamoja na wadau mbalimbali ikiwepo mashule pamoja na organization mbalimbali mbali, umekuwa ni mkubwa kwa sababu takribani tunaweza tukazungumzia takriban watu elfu moja wameweza kushiriki katika event ambayo tumeweza kukusanya zaidi ya tani saba. Uh, hii inaonyesha ni namna gani ambayo uh, bahari yetu imekuwa ikipokea madhara makubwa ya taka ambazo tunakuwa tunazizalisha kutoka kwenye majumbani yetu. Uh, sasa kama wadau wa mazingira uh, tunawahimiza wanajamii pamoja na wadau wote kushirikiana katika hizi shughuli za usafi wa mazingira kwa sababu uh, hii bahari ndio chanzo cha mapato ya wanajamii wengi, lakini pia ndio chanzo cha uh, makazi ya viumbe hai baharini. Uh, kwa hiyo kama MBRC tuna waomba wadau wanajamii kuweza kushirikiana sana katika hii initiative mbalimbali ambazo zinafanyika katika kuhimiza utunzaji wa mazingira pamoja na bahari yetu. Kwa majina anaitwa Junior Justin, ni mwanafunzi kutoka shule ya Daniel Chongolo ya Mbezi Beach, ni kiongozi wa shule ya Daniel Chongolo. Leo tumejitokeza mahali hapa kufanya usafi maeneo ya ufukwe kama kawaida yetu, na tunashukuru kwa kuwa watu wengi wanajitokeza, so wachache, watu wengi wamependa wito huu. Na tumejitokeza na tunafanya kazi zetu kwa bidii hapa tunasafisha fukwe. Ni furaha kuona watu wengi kama kama wanafunzi tukishirikishwa kwenye mambo kama haya. Na kusudi kubwa ambalo tunafanya hivi ni kulinda mazingira kwa ajili ya kizazi chetu kijacho na pia hata cha sasa hivi. Kwa hiyo kusafisha hivi mara kwa mara kunasaidia kwa kuna sababu tunatunza mazingira yetu ili waje kututunza baadaye sisi na vizazi vyetu. Jina langu naitwa Petro J Mbondela. Uh, ni mhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Uh, nipo hapa kama mentor wa JBN UDSM chapter ambayo kirefu chake inaitwa Tanzania Biodiversity Network under the umbrella of TBO ambayo Tanzania Biodiversity Organization ambayo ina deal na mambo ya biodiversity in general. Pia nimepata wasaha na namepata fursa ya kushiriki HRN uh, event ambayo ni cleanup, uh, kwa ajili ya ku ya kusecure Aquatic organism. Uh, we breathe, they breathe, save them.